Havihitaji woga hivi vita, <laughs> vimeanzishwa. Hatuhitaji kung'ata maneno sasa. <laughs> Unasema hivi, tumeonewa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu umetufanya tuonewe Tunasema sasa basi <laughs> naomba nikumbushe pale wazao kusahau katika maelezo yake, wale zikalia anasema katika utawala wake Yanga nanawasaidia sana. Sasa kikubwa tunataka ufafanuzi, atakusaidia sana kwa vipi? Alikuwa anatoa pesa mfukoni wake kulipa Yanga ndio, au Yanga ilikuwa inakopa TFF? Yanga kama ilikuwa inakopa TFF, ni sehemu ambayo Yanga inazalisha kipato, na ndio maana inakopa na inalipa. Lakini mmoja anasema kwamba Yanga nimewasaidia sana ye, ndio wakati umewafika kuwasaidia Simba kuikandamiza Yanga, aweke wazi a si yeye kuolewa kwa wengi lakini yeye kusuku akatoka na, na kauli tata hii inatupa wasiwasi. Ina maana haya yalofanyika yeye ndio alitoa maelekezo. Bodi ya ligi ina mwenyekiti wake Steven Mkuto. Bodi ya ligi mwenyekiti wake ni Stephen Mbuto. Lakini katika swala hili, kwanza ulitoka waraka saa 8 usiku. Ulioandikwa na Sezi Magoli kwamba sisi atoka. Lakini mechi hakuna. Mwenyekiti wa bodi akatoka asubuhi ya kusema kwamba mechi iko pale pale. Dio. Saa 5 mchana wakatoa na waraka kwa iniza watu kwamba tiketi mechi ipo. Dio. Yule aliongea saa 8 usiku. Mbuto saa 8 mchana kwa chama, penzi, kwa chini, ya ya chin sema mechi hakuna. Yanga akyanga ina wanachama, ina wapenzi na wakubali mbali. Kwa masilahi makubwa ya nchi. Ujumbe huo ufikie rais wa Jamhuri ya Muungano. Kuna habari za chini chini, wanasema wanataka kuandaa mechi mgeni mheshimiwa wewe. Sisi tunasema hakuna noti ya marudiano. Wazee wote Tanzania nzima. Niwaombe waombe wanachama wote wa Yanga Tanzania nzima. Niwaombe wapenzi wa Yanga Tanzania nzima. Wanachokielekeza viongozi wetu, sisi tuko nyuma yao. Kama wanataka kukufungia, Kama wanataka kukufungia, Wafungie klabu nzima. Kuambiwa ukweli kisikio tafungia, hapana. Wakisubutu, tutaomba wale wote wale tiketi wajiozeshe, tutakwenda mahakamani kufungua kesi ya madai <coughs> na ninaamini tutashinda. Tumechoka kuonewa, tumeonewa kiasi cha kutosha. Tunasema sasa basi, Yanga we